Wakazi wa Kaunti ya Machakos wamenufaika na vipimo vya bure pamoja na ushauri kuhusu jinsi ya kukabiliana na ugonjwa wa shinikizo la damu kupitia kambi ya matibabu ya bure iliyoandaliwa na Hospitali ya Doctor's Plaza mjini Machakos. Faith Nzisha, muuguzi katika Hospitali ya Doctor's Plaza, amebaini kuwa ugonjwa wa shinikizo la damu ni mojawapo ya magonjwa yanayoathiri idadi kubwa ya watu humu nchini akitoa wito kwa wananchi kujiepusha na unywaji wa mvinyo. James Mwangi na taarifa kamili. Katika juhudi za kudhibiti ugonjwa wa shinikizo la damu pamoja na kuimarisha afya ya jamii, hospitali ya Doctor's Plaza mjini Machakos iliandaa hamasisho kwa wakazi eneo hilo, wakazi wakinufaika na vipimo vya bure pamoja na ushauri kuhusu jinsi ya kukabiliana na ugonjwa huo. We are doing hypertension and basically hypertension wellness checkup and nutrition counseling for hypertensive patients. Faith Nzisha, muuguzi katika Hospitali ya Doctor's Plaza, amebaini kuwa ugonjwa wa shinikizo la damu ni moja kati ya magonjwa yanayoathiri idadi kubwa ya watu nchini, akitoa wito kwa wananchi kujiepusha na unywaji wa pombe kupita kiasi na kufanya mazoezi ya mara kwa mara, hatua zitakazosaidia kuepukana na ugonjwa huo. Like, uh, Adelin Ojunga, afisa wa maendeleo ya huduma za afya, amesisitiza umuhimu wa kuhamasisha umma kuhusu afya bora akiorodhesha baadhi ya mikakati iliyowekwa na hospitali hiyo kuimarisha afya ya jamii ikiwa ni pamoja na kambi za matibabu ya bure ambazo huandaliwa mara kwa mara. We usually organize such events to be able to meet the community. It is a good way to spread to spread the gospel of uh, just uh,

We have uh, general doctors, but we also have specialists. And some of the specialists we have uh, we have a gyna, a gynecologist, we have urologist, we have a pediatrician, we also have a plastic surgeon. James Mwangi, Makala ya Undugu Afya.